Habari, kwa majina naitwa Abu Maid, karibu katika chaneli ya Elimika Nasi. Leo tupo hapa kukupa elimu kuhusiana na utumiaji wa AI katika upande wa YouTube. Na kama ambavyo tunaelewa kwamba teknolojia inazidi kwenda kwa kasi sana na watu wanaohusika na masuala ya teknolojia, na maanisha developers wanakuwa wanabuni namna ya kufanya utumiaji wa masuala ya teknolojia kuwa rahisi zaidi na zaidi zaidi ya vile ambavyo tunaweza tuka, tuka, tuka, tuka. Tukasema tumeona uwepo wa matumizi ya ChatGPT, tukaona matumizi ya Gemini, tukaona matu, matumizi ya Quickbot. This time tuna kitu kwenye YouTube ambayo inaitwa AI thumbnail. So leo nipo hapa kukueleza ni jinsi gani unaweza ukatumia hii AI thumbnail, na kikubwa zaidi ambacho unaweza kufanya ndani ya AI thumbnail ni kutengeneza idea, kwa sababu pale inakupa kitu cha brainstorming. Kwa maana unaweza ukatengeneza idea ya kitu ambacho wewe unataka uende ukafanya, lakini pia inakupa na idea ya picha ambazo wewe unaweza ukazitumia kama presentation idea katika kufanya idea katika kile ambacho unataka uende ukakifanyia production hapo baadaye. So ukishafika kwenye YouTube mimi nataka nikuonyeshe. So hakikisha una internet yako inafanya vizuri, kwa maana inafanya kazi. So utakuja katika eneo la Google au utaenda kwenye browser yoyote ambayo ina access Google. Mimi nitatumia Google Chrome. Then nikishafika hapa nitaenda moja kwa moja na shortcut ya YouTube hapa, lakini wewe ukiwa haipo hapa, basi utaenda sehemu ya hizi Google Apps. So uta click kwenye Google Apps, then uta select Google. So uta click kwenye Google like that, then utasubiri account yako iweze kufunguka. Mimi nipo ndani ya YouTube hapa. So ambacho nitafanya, nitaenda kwenye haya maeneo so, ya account yangu. So natakiwa niingie ndani ya account yangu, so nita click kwenye hii profile. Then nitaenda kwenye view channel kama ambavyo unaona hapo. Then nikishafika kwenye view channel, nikishafika kwenye eneo la view channel nitakachokifanya, nitaenda sehemu ya customize channel. So nitaenda sehemu hiyo ambayo imeandikwa customization of a channel. Nikishafika kwenye eneo la customizing the channel, nitaenda kwenye sehemu iliyoandikwa analytics. So nikifika kwenye analytics, mmm, nitaenda sehemu ambayo imeandikwa content. Nikishafika sehemu ya content, inaenda sehemu hii ambayo imeandikwa inspiration. So nikishafika sehemu la inspiration, ina uwezo wa ku access hii hii. Sehemu ndio ya AI ambao wewe imekuandikia hapa let brainstorm, maana ina uwezo wa kukusaidia ni jinsi gani una uwezo wa ku break down hiyo idea yako, ukaifanyia manipulation zaidi na zaidi. Mfano hapo ukiangalia read to unlock And explore idea with AI kwa maana una uwezo wa kupata idea tofauti tofauti katika utumiaji huu wa YouTube, kwa maana unaweza ukapata idea. Mfano mimi nitaandika hapa idea ambayo mimi nataka nitumie hapa, ni kuonyesha sample idea yangu ni kwamba create uh, course of let me make this time simple. Acha tufanye hiyo rahisi. Create course of Adobe Adobe photo photo shop yang, yeah, then ita correct hapa, I think like that, then nitakuja ku create idea, kwa maana utasubiri kama ambavyo unaona hapo inakusaidia kutengeneza, kwa maana ukishatengeneza utaona Photoshop course ambao ni master color kuna idea ya creating stunning photo ambapo hapa pembeni inakupa idea ya picha, so hii ndio power ya AI katika upande wa YouTube. Kama ambavyo unaona hapa, inakupa nafasi ya ku extreme idea mbalimbali mbali ambazo unataka kuwa unazitumia ili uweze kutengeneza course au uweze kutengeneza content ambayo iko kwenye zoro. Hapa hatuangalii sana sana hii productivity ya hizi picha, lakini tunaangalia ile idea ambayo anakupatia. Mfano mimi nitaenda kwenye Photoshop course ambao nita click kwenye mastering color correction kwa maana ili mtu aweze kufanya master color correction anatakiwa afanyeje? Hapo pana outline. Kwa maana outline ya hiyo course nzima ambayo wewe unakuwa unatakiwa uifanyie kazi. Ya kwanza hapa anasema understand the fundamental, anasema divine into, dive into a core concept of color correction kama brightness, contrast, white balance, Saturation and kwa maana wewe sasa ambao unataka utengeneze hiyo content yako, ni lazima uweze kudive kuingia deep kuhusiana na maswala ya color correction, kuhusiana na brightness and contrast, kuhusiana na white balance and so forth. Lakini pia uweze kuexplain the difference between level curve and the selective color adjustment, lakini mwisho uweze ku introduce essential Photographic tool kama adjustment layer and color balance tools and so forth. So hichi ndicho ambacho tunaweza kukifanya, lakini in case kama unataka ku, kukopi hizi vyote ambavyo amekuwekea hapa, kama mbavo naona vitu vyote ambavyo amekuwekea na haka break down kabisa kwenye master ya level and curve, akakuambia vitu gani ambavyo nafanya so. In case kama umekubaliana na hiki ambacho amekupa hii breaking down ya idea hii basi utakuja sehemu ambayo imeandikwa copy outline. Maana niki click copy outline, then nitarudi kwenye search bar yangu nitaandika word ambao hii, nataka niende kwenye Microsoft web ambapo kule mimi nitaenda ku click sehemu ya blank document, then nita control v kupaste, then nita control a, then nita control b then nita control j ku adjust, kisha nitakuja ku something like that, let me control b again kwa ajili ya ku ensure vitu vyangu vipo hapa, kwa maana kutokana na hiki sasa ambacho umekifanya hapa nita set then template yangu ni hiyo ambayo unaiona hapo imekuwa, so nita control a kuselect. Then nitaongeza mwandiko kama ambavyo unaona then nitaongeza space line yangu hiyo then, yeah kitu eh, kingine kubadilisha mwandiko ili uwe vizuri, ukaandika tim kwa ajili ya Times New Roman. Then nitaselekti hapa kwenye title, nita control e, then nita control B, tena ku bold. Kwa maana hiyo mwandiko wangu unakuwa hapa ili uweze kuona hii. Hii ni inakupa tu ile outline. Ndio maana pale imeandikwa brainstorm. Maana yake brainstorm ni kukupa ile idea ya jinsi gani unaweza ukatengeneza kitu kikawa vizuri so hii nditu ambacho leo nimepanga nikuletee kuletee wewe mtu ambayo ni mtu wa content creator, mtu unayotaka ku produce vitu mbalimbali kuhusiana na masuala ya like kimtandao. This time YouTube imekuja na hii AI special ambayo inaitwa AI thumbnail ambayo yenyewe itakupa nafasi na ya kuweza kukupa idea mbalimbali kuhusiana na kile ambacho wewe umeipa. So hii ni Elimika Nasi, stay tuned kila mara, Follow, subscribe, like, comment pia share kadri ambapo unavyoweza ili tuweze kukuletea content kila siku na kila saa. Karibu sana.